Kinachoendelea, nakwambia ukweli, kinachoendelea, sidhani kama huyu kocha atafika Krismasi. Sidhani kama atashiriki kula pilau na watanzania Krismasi, sidhani, sidhani, sidhani, sidhani, kwa sababu kwa huu mfumo, ni uwezo tu wa wachezaji wao, jitihada zao, kwa sababu wao ni wakongwe wana misimu mitatu, wengine wako hapo, pakom yuko muda mrefu eh? Yes. Ni wao tu wenyewe jitihada zao, namna na ya kuweza kuisaidia timu kuweza kupata matokeo, lakini tuseme tu mbinu za kocha hapo zile vi. Eh? v v zile kutumia vi ili mtu afanyaje. cha michezo, tambua hiki ni kipindi cha mikimbizano viwanjani, na leo pia tulikuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili tu ya kumshuhudia Young Africans pamoja na Wiliete wakiwa wanakiwasha kwenye uwanja huo huo uwanja eh, wa Benjamin Mkapa ulioko hapa jijini Dar es Salaam wilaya ya Temeke. Ni mchezo wa marudiano wa klabu bingwa barani Afrika. Mara ya kwanza tu walicheza Angola, Young Africans na walishinda goli tatu dhidi ya klabu hiyo ya Wiliete. Leo tumeshuhudia mchezo ukichezeka kwenye uwanja huo Benjamin Mkapa na Young Africans kuibuka kwa goli mbili kwa sifuri, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na naputa eh, akiuchambua huo mchezo namna gani alivyoutazama na hali eh, halisi ya klabu ya Young Africans jinsi alivyoitazama. Je, anaweza akasogea mbele au ataishia eh, hatua za makundi kama tu msimu uliopita dhidi ya Al Hilal ya Sudani eh, aling'olewa Young Africans kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wao wanapenda eh, kuwita machinjio ya vilabu hivi viwili vya Young Africans pamoja na Simba Sports Club eh, bwana mambo vipi? ah, mambo ni wanasema mambo ni ni bulbul wenyewe wanasema eh. Mambo ni buruburu buru. Yes, mchezo yeah, wa leo umeutazamaje kwa jicho la rohoni? E, bwana Naputa, umeona mchezo ulivyoendaenda ulivyoanza, kipenga cha kwanza kupuliza refari nguli e, kabisa wa kimataifa, umeutazama, umeonaje jicho lako la tatu? Ingawa Yanga Africans ameebuka kwa magoli mawili, jumla ana goli tano kwa sifuri dhidi ya Willet ya Angola. Mchezo ulikuwa mzuri sana, mchezo ulikuwa yeah, mzuri. Naamini Young Africans sasa hivi mm, wameamshwa wameamshwa, wameamshwa kwa minadhiri ipi? ukiangalia mm, yeah, mchezo leo, Young Africans walikuwa wameuanza mchezo kwa ile tempo ya chini sana mm, hawakuwa ile Young Africans ambayo watu wameizoea, na ndio maana kuna mmoja wa mashabiki alisema hii, hii sio Yanga ambayo sisi tunaifahamu, mm. kwa maana ipi kwa kwa kariba ya timu kama Williet, Sports Club Benguela mm. na uzani wa Young Africans, si Young Africans hawakustahili kucheza mpira wa aina ile siku ya leo? Je, sasa kwa wewe jinsi ulivyotazama ile performance ya mchezo eh, wa Young Africans kwa chezaji mmoja mmoja, umeutazamaji ule mchezo kwa mmoja mmoja? na mimi binafsi naona kama yanga wamecheza kimdebwelo sana Je, wamefanya makusudi kwamba mandhali wao wameshinda ugenini goli tatu kwa sifuri, leo tu relax au ndo kiwango cha Young Africans kwa kwa, kwa msimu huu? Wewe umeonaje Young Africans? Uh, hmm. kwa siku ya leo, ni kweli wamecheza wamecheza hovyo, tunaweza hmm. kusema hivyo. Kwa sababu gani kuna nyakati zilikuwa zinafika, tulikuwa tunawaza kuwa ama ni fitness level ya wachezaji mm. iko chini, ama ni mfumo wa mwalimu ndo unazidi kuwatatiza wachezaji mm. ni kipi ambacho huwa kinawaumiza mpaka inafikia hatua inape tansha na struggle sana mm. kutengeneza nafasi hata wanapozitengeneza hizo nafasi mm. kuweza kuzikonvert kwa mabao mm. Kuna muda tulikuwa tunaona hata wakiwa wanaopoteza mpira mm. transition yao ipoji wakati wamepoteza mpira na wakati ambapo mpira ambao wame mpira mm. tunaona Young Africans struggle sana kwenye eye kipengele migongano ya ana kwa ana aerial Balls, kuweza kuwin zile duels mm. tunaona Young Africans, so wako lose sana na mm. ndio maana kipindi cha kwanza really walikuwa wameumiliki mpira kwa kiwango kikubwa sana tofauti na Young Africans mm, na ndo wao ambao walipiga mashuti mengi kuliko katika lango la Young Africans mm, tofauti na Yanga wenyewe. Kipindi cha pili ile turnover ya kuweza kufanya mabadiliko kadhaa katika kikosi mm, ndipo Young Africans kaweza kidogo at least kuamka. Dakika ya sitini na tano anaingia Andy Boyeli ambaye ameweza kutengeneza pasi ya kuweza kupata goli ya kwanza, pia sabu ya offense kola, bwana mdogo Edwin John at least ndio zimekuja kuleta ile test ama raha mpya kikosi cha Africans. mm -hmm. Eneo la midfield leo lilikuwa liko hash sana. Kuna muda tulikuwa tunamkosa yule master pass ama control of the game wa kuweza kuzivunja zile engo tatu za wapinzani, yaani kuweza kuvunja eneo la midfield na eneo la backline yao, mm huko -hmm. Eneo la washambuliaji walikuwa wakopua sana. mm -hmm. kwa upande wa mm -hmm. kwa hiyo nilikuwa naona kuwa Young Africans walikuwa wameshindwa kutumia haya madhaifu ambayo Will Yates walikuwa nayo. mm. Na hata Will Yates nao walikuwa wameshindwa kutumia madhaifu ambayo Young Africans walikuwa nayo. Young Africans walikuwa na uwezo kupiga pasi mbele yao na wasi kufanya chochote. Walikuwa mm. na uwezo kuweza kupenya katikati yao na wasi kuguse. Pia walikuwa na uwezo hata ya kuafikia kwenye lango lao. Lakini wasi kufanya chochote. Hivyo ni ule tu makini ambayo walikuwa meokosa Will Yates. Una, una, makina, una, una, wewe, una, kwa uzoefu wako unavyoifahamu Young Africans msimu uliopita e, wamepita makocha wengi wengi hapa e, kapita Gamondi akapita, e, nani ulesi, nani ule nani Said Lamovic kapita lakini yes, pia akapita kocha aliotoka Singida akaja Young Africans Miloud Hamdi, Miloud Hamdi e, lakini pia ndo kaingia nani no, kaingia huyu bwana mkubwa Romain Folz, Yanga hii unafikiri watazamaji pia wanaotutazama kupitia Wasamaria TV, Yanga hii unavyoiona kwa sasa, wachezaji ndio wanaombeba kocha au kocha anawabeba wachezaji namna ya kuweza kupata ushindi? kwa wewe, jinsi unavyotazama, usizungumzie kiushabiki, zungumzia hali halisi unavyoiona, unavyojua klabu ya Young Africans msimu uliopita, tuseme misimu mitatu huku nyuma iliyopita, yanga hii kwa sasa hivi tunavyozungumzia Romain, unavyoona anabebwa na wachezaji au yeye anawabeba wachezaji kuwapa mbinu za kuweza kupata ushindi? Mwalimu Romain Folz naweza kusema kuwa bado hajaona ule mpango wakati wake wa mechi husika ambazo amezihudumu mpaka hivi sasa. Mm. Ni tunasema individual performance za wachezaji ndizo ambazo zinabeba quality ya Young Africans hivi sasa. Kwa mm. pakoo mzuzuwa tunaona kuwa kuna muda anashindwa ku, zile huduma ambazo anazifikisha yeye kuna muda zinashindwa ku convert ndipo anaamua atumie tu ile individual brilliant ya kuweza kufanyaje ya kuweza kuzisaka channel za wapinzani. Pia kuna muda tunaona kuwa mfumo umewaelemea wachezaji yani, kuna muda Romain Folz na Forza Young Africans ucheze na mabeki wanne viungo watatu washambuliaji watatu mbele 433. Kuna muda hiyo Young Africans wachezaji walikuwa kama wana delay kwenye huo mfumo. Pia kuna muda alikuwa anacheza na kama kawaida ile mia elfu nne mia mbili thelathini na moja kama kawaida, yani 4231. Lakini pia kadhalika wachezaji walikuwa wanashindwa kuadapti, kwa sababu unaweza ukaenda na 4231, lakini mpango mkakati wa mwalimu ukawa ni upi? Tushambulie kwa wakati, tupole tupes, au ni nini? Kwa hiyo tulikuwa tunashindwa kuwaelewa au kuang'amua ya Africans, wanacheza kwenye mfumo upi? Ndio maana a takriban hata sekunde 50 ya kuna Young Africans mpila, kwa sababu hatuwaelewi na ndio maana malalamiko kwa mengi sana kwa watu kwa umwalimu watoshi wachezaji, mbona kama wamechoka mm, hivi na hivi, kwenye yengo ya wachezaji kuchoka, yes, fatigue michezo imerundikana inafuatana hivi mfululizo mm tangia Yanga Day mpaka hii leo michezo inafuatana hmm. na pia tukijaribu kutazama pia kadhalika, baada ya hayo, baada ya ilo michezo nyuma kupita mchezaji hmm. wamepata muda gani wa kupumzika hapo, tunaweza kusema yes choka kwa wachezaji, lakini katika engo ya kusema kwa mfumo wa mwalimu umeshindwa kufit hmm. tunaweza tukaelewa katika hiyo engo, kwa wachezaji kwa wamekaa muda mchache wageni hmm. lakini pale ambapo wanawatumia wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita, mbona timu bado ina struggle kuweza kutuonyesha bado? Yani bado kiwango bado kiko kiko chini sana yani, mfumo ambao anautengeneza inaonekana bado yani mpaka sasa inafikia hatua pakombe sasa eh, anaanza kutumia akili yake yeah, ya kujua namna ya kuweza kumtafuta kusaidia timu yes. Kiukweli binafsi mimi, mtazamo wangu, Young Africans wasipojitathmini, wasipojitathmini Jita kitawakuta kile ambacho kimewakuta msimu uliopita, dhidi ya Al Hilal ya Sudan, wa walitolea hapa hapa kwenye hatua ya makundi, uwanja wa Benjamin hapa, walipelekwa nje. Kwa hiyo Binafsi, Young Africans bado wana kibarua wana kibarua kizito cha kuweza kutengeneza timu yao kizito kikubwa sana. Yani, kwa sasa hivi unaweza ukasema kwamba Simba ndo wana kibarua kizito lakini, kwa hali na upepo tulivyoona kwa Young Africans Young Africans bado wana kibarua kizito sana kuliko hata Simba. Um, kwa upande kwa upande wa engo hiyo Young Africans kuwana kibarua kizito ni kweli, kutokana na falsafa ya mwalimu inakuwa nzito sana mm. kuweza kuinamua kwa mwalimu anakuja kwa falsafa ipi? tumeshaizoea falsafa ya Young Africans ni uwezo wa kupiga pasi fupifupi limbali kuweza kulifikia lango la mpinzani mm. Sasa kwa yanga hii tunaona hiyo kitu amna Simba Sports kwa upande wao huko bado wao nao na wamebadilisha mwalimu hivi karibuni mm. Tuangalie mchezo wa kesho dhidi ya Gaborone watakuja na staili ipi? Sababu hata mchezo ambao walicheza kule Francis Town kule mm. nchini Gaborone bado na wao hawako to impress katika kipindi cha pili, ambapo tulitazama ule mchezo licha mm. kuwa walikuwa naongoza, lakini Gaborone aliukamata mchezo. Kwa hiyo, hizi, hivi kwa hiyo hivi vilabu vyetu viwili kwa hii milolongo ambayo sasa hivi tunaiona kuwa kuna namna kwa Simba Sports na Young Africans wanatupa mashaka kwenye kio chetu mm, kwa je, hivi vilabu viwili vitaweza kuhendwa haya mashindano ya Afrika? Kama vilabu, wanakutana na vilabu ambavyo wamepiga hatua mara tano yao au mara kumi mm. yao wanacheza hivi sasa inakuja ina, how come kama wakija kukutana na Al Ahli wakikutana na vilabu ambavyo vina uzani mzito ndio mm. hapo tunapata maswali mengi sana lakini kama Yanga na nafikiri nafikiri na, tu kwa kwa ule msemo wa, wa, wa kusema kwamba tunapiga kichwani, ule msemo wa Young Africans wa kusema kwamba tunapiga kichwani, kichwani. Mimi nakwambia ukweli safari hii ile nyundo ambayo wao wanaitumia kuwa, kutaka kuwaadhibu watu huku eh, ndani ya Tanzania kwenye ligi yetu ya Tanzania bara mm. Nakwambia hii nyundo itawagonga wao huku kwenye klabu bingwa mapema kabisa, wasipojitathmini sasa hivi, nyundo itawarudia wao kichwani na watagongwa na watazimia, yeah. Tusubiri, tusubiri kinachoendelea, kinachoendelea kikubwa tu, tu, tu, tuone kesho nayo pia Simba itakuwaje, ingawa Simba imepewa adhabu kubwa ya kutokuwa na mashabiki. Ni mchezo mgumu sana profesa, kwa mm sababu -hmm. Ukiangalia Simba Sports, mchezo ambao ulipita pale Gaboroni kama nilivyokwambia mwanzoni mm -hmm. watu wengi walikuwa naona hawa Gaboroni wako very strong sana wakati wanaenda kushambulia mm -hmm. uwezo wa kupiga pasi pia fra, wale fans wao wako very straight mm -hmm. kwa hiyo kwa mchezo wa kesho Simba Sports wanakosa faida ya kuwa na mashabiki wao ambao wamewazoea kuanikiza kuendelea kupush team mchezo wa kesho, mm. na pia halikadhalika wana mwalimu mwingine kwenye benchi, mwalimu Hemedi Suleiman Moroko, mm. mwalimu mwingine kwa safa za Moroko hasitobadilika, kwa sababu bado yuko Suleiman Matora, bado mpango kazi wa Simba upo chini ya Matora na ndio huo atakaoendea siku ya wa kesho, mm. lakini wanaenda kukutana na timu ambayo uwezo wa kupishana nao uko bora sana kwa Simba, kesho wana kibarua kizito na mwisho wa siku e, ya Mungu mengi ingawa ato. kwa Mkapa hapatoki hapatoki mtu, hapatoki bende mtu. Bende mtu. Bende lakini bende kesho mkipu. Simba wana kibarua kizito lakini na. hii tukumbuke msimu uliopita walizuiliwa hivi hivi, mashabiki wasinge kwenye uwanja, watu walienda, walienda kutazama. Sasa kwenye big screen ilikuwa ni Mwembeanga pale yes watu walienda pale, watu kweli walijazana kwenye viwanja vya wazi vya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini timu yao na ikapata matokeo mazuri tu. Yes, Simba bwana kimataifa, mara nyingi sana huwa anakuwa mbwa mwitu, ingawa kesho wana kibarua kizito eh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye machinjio yao ya uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kesho Huwezi jua bwana, unaweza ukashangaa mtu kesho anakula chuma nne au chuma tatu eh? Profesa kinachotoa hmm. mashaka kwa watu wengi mchezo wa kesho ni kutokana na benchi ya ufundi kuwa na mabadiliko siku ya kioshi hmm. na pia wakijaribu kurejelea ule mchezo wa kule Botswana. Kwa hiyo kuna taswira kama watu wanaipata hivi hmm. kuna mmoja kati ya mashabiki nguli wa Simba alisema kuwa kwa hivyo anavyocheza mm. na kwa hizi tetesi za kuwa kuwafdla tukonayo uwanja Benjamin Mkapa siko mm. marudiano mm. na pia hatuna mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa mm. na sisi wenyewe tunavyocheza tuna struggle sana kwenye mm. kutengeneza nafasi, basi kuna namna hawa jamaa wanaweza kumwangania au nasema maiti inaweza kumwangania shee. Bwana, hiki ndo kipindi cha mikimbizano viwanjani. tulikuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kati ya Young Africans pamoja na Wiriet ya Angola kwenye mchezo wa marudiano wa klabu bingwa barani Afrika Young Africans ameondoka na goli mbili kwa sifuri na ukijumlisha zile za nchini Angola uh, goli tatu inakuwa jumla ni goli tano kwa sifuri Young Africans ameshapepea kwenye hatua Yes, inayofuata inayofuata lakini sasa Wiriet tayari nafikiri amechinjiwa shingoni na hatimaye tena hatunaye tena yeah. langu jina ni Profesa Mandela, sikuwa peke yangu, nilikuwa na afidh na Pucha hmm.